Bwana apewe sifa jamani! Bwana asifiwe! Kwanza nimshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo amenipangia mimi na familia yangu vizuri kuja kuabudu Sakina, ikiwa ni sabato maalum sana kwa ajili ya kutambua vipaji vya watoto. Watoto, Bwana asifiwe, ya mara nyingi hatujawatambua vya kutosha na mchunganyi akrereka nitambulisha vizuri na huwa, kila napotambulishwa inabidi nieleze kidogo hii ni nini maana ni moja vitengo ambavyo havijazoeleka kanisani. Kwa hivyo huwezi kuchukulia tu kwamba watu wanaelewa nini, waelewe. General Conference ilifanya utafiti, na tukiwa wenye viti wa unions, tulihusishwa kufanya huo utafiti kwa niaba ya GC, ninadhani ilikuwa ni ulimwengu mzima ikagundulika, kwamba miongoni mwa washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato waliobatizwa, lakini hawaamini juu ya utatu, kwa maana ya kwamba hawaamini tena uungu wa Yesu Kristo, divinity of Jesus Christ, hawaamini kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu katika nafsi ya tatu. Wengine wanasema ni nguvu tu fulani wengine hawaamini hata juu ya uumbaji kwamba dunia yetu iliumbwa kwa siku sita: moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, na siku ya saba Mungu akapumzika. Hawaamini tena na mengine kama hayo. Kwa sababu ya muda, niseme tu ya kuwa ndipo GC, General Conference, ikaona kila division iweze kuwa na mtu wa kufanya utafiti kutafuta kuwa nini kimekwenda visivyo, shida imetoka wapi, mbona walibatizwa na wakakiri hayo naye akataa. Na nilipokuwa nilikuwa wapi? E, Kijenge, mchungaji mmoja Kimbute, tuabudu naye, akasema sio jambo dogo, maana yeye anawafahamu watu ambao wameasi kabisa na wameanzisha imani yao, lakini walikuwa Adventista wa Sabato na kwa hivyo uh, katika kila division ikaonekana uwepo mratibu wa utafiti huo, na katika division yetu nikawa nimepewa hiyo nafasi, ila wakaniruhusu kwamba nitakalia Arusha. Kwa hivyo sijaja nikitokea Nairobi, niko hapa Arusha, lakini kama mtumishi wa division katika nafasi aliyoitaja vizuri mchungaji Nyakrere, na tuendelee kuliombea, kuiombea ama kuombea kazi hiyo ni rahisi kwenda maeneo mapya kuwaleta watu waingie kanisani kuliko kushughulika na ambao wameamini, lakini wanaamua kukengeuka, na ni kazi ya Shetani. Mungu natubariki, nawatakia ibada njema.